Mikanoni mwangu no la gazeti Mwananchi lijo. Habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema kujengua uchaguzi 2025 ni kizungumkuti, wanasheria wanasiasa na wadau waibuka na mitazamo tofauti. Kigogo wa Kaf akumbusha magumu yaliyopitia walipogomea uchaguzi wa Zanzibar, asisitiza hawatarudi nyuma kusimamia uamuzi wa kikao halali. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya John Heche makamu mwenyekiti wa Chadema ikisema, wanatutishia kwamba Chadema itakufa isiposhiriki uchaguzi. Chadema hii itakufa na ife kama itasimamia jambo la kweli na watu wasijue inasimamia ukweli, ife kuliko iwepo kusimamia uongo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Vifo vya mkurugenzi dereva TANESCO vilivyoacha simanzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so wa sita wa gazeti hili. Dr Biteko, nukuu yake ikiwa imeandikwa kwenye ukurasa so wa mbele wa gazeti hili: kifo ni fumbo. Jana tu kwenye mabano juzi alikuwa hapa Dodoma kwenye vikao vya bodi vilivyokuwa vinajadili namna ya kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme. Kwa kweli tumepoteza mtu brahimu sana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa so wa sita. Habari picha inaonyesha gari iliyopata ajali pamoja na picha ya Mhandisi Gisima na Mhajiri Haule ambaye alikuwa dereva wa gari hiyo. Lakini magazeti Mwananchi limeandika mkakati mpya CCM kwa bana anawatoa rushwa, habari katika ukurasa wa 36. Mtego mwingine wa bunge CCM, Mei Mosi ni tarehe ya CCM kuanza kutoa fomu za kugombea udiwani, ubunge na uwakilishi Mei 15 kwa ajili ya uchaguzi mkuu, vikao vya bunge la bajeti vikiendelea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Othman ajitosa kupambana na dk Mwinyi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Pata nakala yako, soma huko ndani zaidi.